Sisi wana Simba tunasema na mashabiki wa Simba ni hatuna shaka ni kuhusu hiyo mechi, kwa sababu hata mwaka jana pia vile vile tulifungiwa mechi moja mashabiki, yani tusiweze kwenda kuingia uwanjani na Simba ikacheza bila ni yani ya mashabiki, na sisi Simba sote tukaweza kwenda katika yani uwanja wa mwembe yanga kwenda kuishangilia Simba yetu na tukaweza kwenda kupata matokeo tu ambayo ni mazuri. Kwa hiyo mashabiki, ilikuwa kama tupo Simba tunapata matokeo na mashabiki kwa kama tupo pia vilevile simba pia tunapata matokeo. Kwa hiyo sisi Simba tushakuwa ni wakubwa kama vile walivyokuwa ni wakubwa wengine tu katika vilabu vyote vinne, yani tuna tunaweza kuambia ni yani, katika vilabu vyote vinne waweze kuchukua mazuri yani yako tu, sisi Simba mpaka kuja kufika katika hii yani nafasi ya tano, kwa sababu sisi Simba tageti yetu sisi ya, ni katika maisha yetu yote ni kuanzia robo finali kwenda nusu finali kwenda mpaka finali. Ni kweli kwa mechi zilizopita ambazo dziia zilikuwa mechi zote za ugenini, timu zetu zote ziliweza kuanzia ugenini, zote ziliweza kupata matokeo dhidi ya wapinzani wao. so, ni vile tutakavyoweza kuzichanga karata zetu ili tuhakikishe matokeo tulioyapata kwenye mechi zilizopita mzhzawn kwamba hawawezi kuja kupindua meza ene ya bali, ili tuweze kuhakikisha tunaenda hatua inayofuata. Itakuwa ni nzuri zaidi kama timu zote nne za Tanzania zitaweza kufaili kwenda hatua inayofuata. Kama mwanachama wa klabu ya Young Africans, napenda kuwakaribisha mashabiki na wanachama wote na wapenzi wote wa mpira wa Tanzania kuja kuitazama mechi ya Young Africans dhidi ya Wigeti Kwela ya pale Angola.